Tumetembelea miradi hii mikuu mitatu. Ni miradi mikubwa ambayo inakuja kuleta utulivu wa upatikanaji wa umeme katika jiji la Dar es Salaam. Tayari serikali iekeza zaidi ya bilioni 280 kwa ajili ya kuweka vituo vya kupozea umeme na njia za kusafirishia umeme. Ni katika uh, maeneo ambayo yanatumia umeme mkubwa sana katika nchi yetu. Uh, ukiangalia uzalishaji wa umeme tulionao kwenye taifa letu, uh, karibia megawati 750 zote zinatumika Uh, Dar es Salaam peke yake. Kwa hiyo wananchi walikuwa wakiona low voltage, wananchi walikuwa wakiwa wanaona huduma ya umeme saa nyingine haipatikani kwa uhakika. Kwa hiyo tunachokifanya uwekezaji huu uliofanywa na serikali, eh, ni katika kuhakikisha tunaweka umeme wa uhakika kwa watumiaji wa kawaida wa majumbani, lakini vile vile, uh, viwandani. Kwa Dar es Salaam mmeona muda mwingi tulikuwa tunategemea kituo cha Ubungo. Eh, sasa hapa tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuleta umeme mwingi zaidi kusaidiana na kituo chetu cha Ubungo, ambapo umeme wa Kinyerezi umeme wa Julius Nyerere wote utakuwa ukifika hapa katika jiji letu la Dar es Salaam na kisha utaenda Ilala na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapunguza load iliyokuwepo pale e, Ubungo, ambayo ita, itawezesha sasa wananchi kuendelea kupata umeme wa uhakika. Miradi iko mingi, e, Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya trilioni 15, e, ta e, miradi ambayo inaendelea na Uh, sehemu hii mmeisikia ni bilioni 280. Sasa tulikuwa Gongo la Mboto, Kinyerezi I Extension na hapa, na malengo mahususi ni kuboresha huduma zetu. Uwekezaji unaongezeka, viwanda, watu una wanaongezeka, miundombinu inayokuwepo leo, lazima baada ya uwekezaji kuongezeka na idadi ya watu kuongezeka lazima tuitoe na tuweke miundombinu mikubwa zaidi kwa ajili ya kumudu hitaji la wateja wetu. Mheshimiwa Rais ametuelekeza hataki kabisa sisi watu wa umeme tuonekane ni kikwazo kwenye maendeleo ya watu, na tunamshukuru ametuwezesha. Jitihada zote hizi zinaendelea kuhakikisha umeme unaendelea kuwa sekta wezeshi kwenye biashara, uwekezaji na huduma.